upatanisho mkuu. Fungu letu ni Matendo ya Mitume sura ya nne mstari wa kumi na mbili wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Tuombe. e Baba wa rehema na wa milele tunakushukuru kwa zawadi ya uhai katika siku ya leo, pia tunakuabudu kwa sababu unaendelea kutulinda na kutupigania na umetupa amani na pumzi ya uhai siku ya leo. Tunakuja mbele zako tena, tukitaka neno lako liwe taa katika njia zetu. Tunakuomba utusamehe dhambi zetu, utuongoze kwa Roho wako Mtakatifu, na utujalie mioyo yetu kuelewa kile utakachotufundisha kupitia somo la leo. Tunaliweka taifa letu la Tanzania mikononi mwako, viongozi wake, makanisa, familia na vijana, ili wajazwa hekima upendo na hofu yako. Ututakaso, tupatanishe na wewe, kupitia damu ya Yesu Kristo ambaye ni uokovu wetu wa kweli. Tumeomba haya kwa jina la Yesu, amina. Adamu akiwa katika hali ya kutokuwa na dhambi alikuwa akifanya mawasiliano ya wazi na muumbaji wake, lakini dhambi ilileta utengano kati ya Mungu na mwanadamu, na upatanisho wa Kristo pekee ndiyo ungeweza kuziba pengo hilo kubwa na kufanya mawasiliano ya baraka au wokovu yawezekane kutoka mbinguni kuja duniani. Bado mwanadamu alikuwa ametengwa kumwendea muumbaji wake moja kwa moja, lakini aliwasiliana naye kupitia Kristo na malaika. Hivyo ndivyo Adamu alivyofunuliwa matukio muhimu katika historia ya mwanadamu, kuanzia wakati ambapo hukumu ya Mungu ilitamkwa katika Edeni hadi wakati wa gharika na kuendelea hadi wakati ujao wa kuja kwa Mwana wa Mungu mara ya kwanza Alionyesha kwamba wakati ambapo kafara ya Kristo ingekuwa na thamani ya kutosha kuuokoa ulimwengu wote, wengi wangechagua maisha ya dhambi badala ya maisha ya toba na utii. Uofu ungeongezea katika vizazi ambavyo vingefuata, na laana ya dhambi ingewakabili zaidi na zaidi jamii ya wanadamu, wanyama na dunia. Siku za mwanadamu zingefupishwa kutokana na mwenendo wake mwenyewe wa dhambi. Angedhoofia katika umbo la mwili na uvumilivu, na katika uwezo wa kiroho na kiakili hadi ambapo dunia ingejazwa kila aina ya dhiki kwa njia ya kuendekeza hamu ya chakula na mwili wa wanadamu. wanadamu wangeshindwa kuthamini kweli kuza mpango wa wokovu. Hata hivyo, Kristo akiwa katika kutimiza lengo lililomfanya toke mbinguni angeendeleza mapenzi yake kwa wanadamu, na bado angewakaribisha ili wafiche udhaifu na mapungufu yao ndani yake. Sadaka za kafara ziliagizwa na Mungu ili ziwe kwa wanadamu ukumbusho wa kudumu na utambuzi wa toba ya dhambi yake na ungamo wa imani yake katika mkombozi aliyeahidiwa. Zilikusudiwa kusisitiza katika jamii ya wanadamu wanadamu walioanguka juu ya kweli makini kwamba dhambi ndiyo iliyosababisha mauti kwa Adamu. Utoaji wa kafara ya kwanza ulikuwa utaratibu wa ibada wenye maumivu sana, lakini mkono wake unyanyuliwe ili kuondoa uhai, ambapo Mungu pekee ndiye angeweza kumpa kiumbe ilikuwa mara yake ya kwanza kabisa kushuhudia kifo, na alifanya kwamba kama angekuwa mtii kwa Mungu, basi ingekuwepo kifo kwa mwanadamu au mnyama. Kadri alipomchinja mnyama huyo kwa kafala asiye na hatia, aitetemeka ha kwa uwazo kwamba lazima dhambi yake ingemwaga damu ya mwana kondoo wa Mungu asiye na hatia. Tukio hili lilimpa utambuzi wa kina na bayana kabisa na uwasi wake ambapo hakuna kiumbe chochote isipokuwa kifo cha mwana mpendo wa Mungu pekee ndicho kingeweza kufidia. Na alishangazwa sana kwa wema mkuu usio na ukombozi ambao ungetoa fidia kama hiyo ili kumkomboa mkosaji. Nyota ya matumaini iliangaza katika kipindi cha giza na chenye kutisha cha wakati ujao na kuondolewa mbali na huzuni yake kuu. Tunasoma katika kitabu cha Wazee na Manabii, ukurasa wa 57 hadi 69. Kitendo cha Kristo kufa kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu kisingeifanya tu mbingu kurejesha uhusiano wa mwanadamu, lakini mbele ya ulimwengu wote kingemthibitisha Mungu na mwanawe kuwa mwenye hai kati ya kushughulika kwao na uhasi wa Shetani. Ndugu yangu leo, neno la Mungu linatukumbusha kwamba upatanisho wa kweli unapatikana kwa Yesu Kristo peke yake. Dunia imejaa kelele, dunia imejaa tamaa, dunia imejaa udanganyifu wa Shetani unaoficha macho ya wengi wasioni njia ya wokovu. Watu wengi wanajivunia dini, watu wanajivunia umaarufu, watu wanajivunia mali, lakini hawana uhusiano wa kweli na Kristo. Tujihadhari kabisa, tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kutukumbusha siku ya leo kwamba upatanisho wetu ni kupitia kwako tu. Tunakuomba utusamehe kwa kila neno tulilonena lisilokupendeza ama kwa njia ambayo tumeitumia tukiwa tunahitaji wokovu. Tusaidia kutawala ndimi zetu, kutangaza amani na kuishi maisha ya upendo na toba. Tunaiweka taifa la Tanzania tena mikononi mwako ili kutafuta we kama mkombozi wa kweli. Uzibariki familia zetu, bariki makanisa yetu na kila mtu anayesikiliza somo hili. Tuzingire na damu yako na utuwezeshe kutembea katika nuru ya wokovu wako hadi siku ya mwisho kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tunaomba, amina.